Upande wa redio maeneo haya ya mipakani, pia sisi kama wizara ya mawasiliano teknolojia ya habari tumesema lazima tuhakikishe tunapeleka vyombo vya redio zaidi ya kimoja, ili wananchi wapate kuchagua anataka kusikiliza nini. Nipongeze sana TBC FM kwa kuweza kuchukua hatua na kuja kufunga mitambo uh, chini ya udhamini wa mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF yuksafu imeweza kuiwezesha TBC FM pale, tumeweza kujionea wameweza kufunga booster yao pale, na sasa hivi kwa upande huu wa boda hii ya Kasumulu na Kiela yote tunaitarajia iweze kufurahia sasa redio ya TBC FM, lakini vile vile Bongo FM, lakini tumeuona pale pia kuna ungo wa Redio Maria na Redio Keifa ambayo iko hapa Kiela, kwa hiyo tutaendelea kuhakikisha kwamba maeneo haya ya mipakani, redio pia zinaendelea kuboreshwa na TBC, kwa sababu ni chombo cha umma. Tutaendelea kushauri maeneo haya yote ya mipakani, TBC FM, Bongo FM iweze kusikika, na naendelea kuagiza maeneo ya namna hiyo ambayo bado mawasiliano ni ya shida, wahakikishe watoa huduma kama ulipata hiyo tenda ya kujenga mradi mra, kwenye eneo hilo, basi nenda kauboreshe, kama ni kuongezea nguvu, ili maeneo ma yale ya jirani ambako maeneo ya kibiashara, labda kuna kemp za watalii, basi mawasiliano yafike kwa uhakika. Lakini pia maeneo ambayo hayana mvuto wa kibiashara, sisi kama serikali tumechukua jukumu hilo kuhakikisha kwamba tunaiwezesha TTCL ambayo ni chombo chetu ambacho kiko ndani ya serikali, kikaweze kujenga minara maeneo yote yasiyo na mvuto wa kibiashara, kwa sababu sisi kama serikali kazi yetu kubwa ni kuhakikisha huduma ya mawasiliano inakuwa ya uhakika kwa wananchi maeneo yote, kwa sababu watoa huduma wengine mio mtazamo wao kidogo unakuwa ni kibiashara zaidi, lakini TTCL sisi kama serikali tumesema kwamba lazima tufikie maeneo hayo. Hivyo nitoe rai kwa viongozi wote, mameneja wote wa TTCL mikoa yote Eneo lolote ambalo unaliona kabisa liko wazi kibiashara, ama ya kitalii ama biashara aina yoyote ile, mheshimiwa rais anatamani kuona TTCL inajipambanua na kuingia sasa kwenye soko la kibiashara, hata maeneo ya barabarani huko. Maeneo yale ya kona za hiyo vi kule yamekuwa yakilalamikiwa sana. Kwa hiyo pia TTCL wa mkoa wa Iringa kule naye aweze kuangalia, anahakikisha kwamba yale maeneo wafanyabiashara, ile ni Tanzam Road inapita nchi mbali mbali. Kwa hiyo lazima tuhakikishe mawasiliano maeneo ya aina ile yanaimarika, mtu anasafiri njia nzima apate network, ili tuweze kuona kwamba sasa kweli TTCL inakwenda kujiendesha kibiashara.